Maisha ya mtu kutakuwa na uovu wa aina yoyote, aidha amefanya yeye, ama umetokana na watu wengine, ama eneo, kuna uwezekano mkubwa sana wa huyu mtu kujikuta amekwama mahali fulani, shetani akapata uhalali wa kushindana naye, shetani akapata uhalali wa kupiga maisha yake, kwa sababu kuna uovu kwenye maisha yake na wapo watu ambao kuna uovu upo kwenye maisha yao kutokana na matendo yao wenyewe, na kuna watu ambao uovu upo kwenye maisha yao kutokana na watu wengine, kutokana na maeneo ambayo wamekaa, kutokana na nafasi ambazo wamechukua uovu umefungua mlango ambao shetani anashindana na vizazi vyao, shetani anashindana na uchumi wao, shetani anashindana na ndoa zao. Kwa nini? Kwa sababu kuna uovu ambao umekaa hapo. Bwana asifiwe. Wapo wengi, wapo wengi. Okay.